No, nilikuambia ya kwamba tutakuwa na mwendelezo wa vipindi mbalimbali ambavyo tutakuwa tunakuletea kwa kipindi chote cha mwezi huu, mwezi wa sita, mwezi maalum kabisa kwa ajili ya mwezi wa moyo mtakatifu wa Yesu, lakini ndio mwezi wa tegemeza tumaini midia. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo tumeanza na tutakuwa na wewe sambamba katika kipindi chote hiki katika kukuletea mambo mbalimbali ambayo tuko nayo katika kipindi hiki chote cha mwezi wa moyo mtakatifu wa Yesu sambamba na tegemeza tumaini midia popote ulipo na kualika. Sasa tuianze safari hii mpaka pale saa tatu kamili za usiku. Tunayo mengi sana ambayo tutazungumza humu ndani, utayafahamu mengi mengi mengi humu ndani. Siko peke yangu, niko na Longinus Kagaruki. Yeye ni mwenyekiti mstaafu wa shirika la Moyo Mtakatifu wa Yesu Taifa, lakini kwa sasa ndiye mlezi wa kamati tendaji ya Moyo Mtakatifu wa Yesu Taifa Kwayo. Ni kwa hiyo nikualike kwa pamoja, tutazungumza mengi na yeye, lakini pia nitakuwa na Gaudence Yela ambaye yeye yupo katika kamati ya mwezi wa Moyo Mtakatifu wa Yesu sambamba na tegemeza Tumaini Media. Yeye yupo hapa kutuelezea kila ambacho wamewaandalia wana moyo katika kipindi hiki chote cha mwezi wa Moyo Mtakatifu wa Yesu. Kwa hiyo nakualika sana katika safari hii, tuianze kwa pamoja mpaka pale tamati yake. Lakini ni kuombe radhi pia mtazamaji wetu kwa sababu kuna kipindi ambacho kilitakiwa kiruke kwa wakati huu, kwa isivyo bahati hakitaruka na kitakujia kesho majira ya saa tatu na nusu asubuhi ambacho kinahusu kongamano e, la TYCS kitaifa, ambalo litafanyika katika jimbo kuu Katoliki ah, jimbo la Shinyanga eh, anaweza jimbo kuu nikasema eh, sio jimbo kuu, jimbo la Shinyanga ah, lipo jimbo kuu Katoliki la Mwanza. Kwa hiyo eh, kipindi hiki utakipata majira ya saa tatu na nusu kesho asubuhi. Kwa hiyo unaweza ukakitazama hapo na kufahamu mengi juu ya kongamano hilo la TYCS. Kwa hiyo usikose kukitazama pia kipindi hicho, lakini kwa sasa tuungane katika safari hii. Tumsifu Yesu Kristo milele amina. E, e, Moyo Mtakatifu wa Yesu, ufalme wako ufike, ufalme wako ufike. Moyo Mtakatifu wa Yesu. Karibu sana mwenyekiti sana sana, e, mwenyekiti mstaafu <laughs> yeah. Na, na sasa ni mlezi yeah. Wana moyo wanasemaje? Sasa ni siku ya tatu eh, toka tumeingia katika kipindi cha mwezi wa moyo, moyo Mtakatifu wa Yesu. Leo, siku ya tatu, siku ya tatu eh. Mm -hmm. Wana moyo wanasemaje? Kwa kweli mwezi wa sita wanamoi ni mwezi wa pekee mm. Kwa sababu ni mwezi ambayo kunampasha wa kuheshimu eh, namna ya pekee mwezi mm. Yote ni ya Mwenyezi Mungu, lakini huu ulichaguliwa kwa namna pekee, kwa sababu kanisa uliweka kwanza, aliweka ni Yesu mwenyewe mm. Alafu kanisa ndio ukaithibitisha uka, uka, uka, uka, uka nawana moi na kwa mwezi wa sita na sisi tunadaiwa na tumeisha elezana jinsi ya kuheshimu kwa namna ya pekee kuanzia tarehe moja hadi tarehe 31, tarehe 30 Juni. Okay, sawa sawa, shukrani sana. Tunayo mengi sana ambayo tutakuja tujikite hapo tuzungumze, lakini niko naye pia, uh, ndugu yangu Gaudens. Hmm. Yeah, karibu sana. Asante sana. Eh, ndani ya Tumaini Media okay. Upo ndani ya kamati ya tegemeza Tumaini Media yeah. Ambayo inaenda sambamba kabisa na mwezi wa moyo mwe mtakatifu wa Yesu, naamini kuna mengi ambayo me, kama nyie wana kamati pia tutayasikia kwa kipindi chote hiki, lakini amini, eh, kwa kuanzia leo naamini kamati imejipanga vizuri kuhakikisha eh, tegemeza Tumaini Media ambayo inaenda sambamba na mwezi wa moyo mwe mtakatifu wa Yesu, kunayo mengi sana ambayo mmewandalia wana moyo hata waamini eh, na walei mbalimbali ndio, tuambie namna ambavyo kamati imejipanga kuhakikisha mwezi unakwenda vizuri, lakini kampeni yetu ya Tegemeza Tumaini Media pia inakwenda vizuri ya. Natambua kwamba unajua tulizindua tarehe mm. thelathini. Na tuendelee kuwashukuru wote ambao wamekuwa wame nasi bega kwa bega katika kampeni hii na maadhimisho haya mwezi wa moyo Uh, kwa namna ya pekee shirika la moyo mtakatifu wa Yesu ambalo baba hatua eh, liyopo tunaitamani na sisi wengine ah. <laughs> kuwezi moyo kuhu, kutekeleza ibada ya moyo mtakatifu wa Yesu ni jambo zito, ni jambo, jambo kubwa hmm, na hivi na sisi pia tunaendelea kujifunza na kufanya mazoezi ili eh, walao tufikie hatua hiyo najua Uh, ili ili uweze ku, walau kuwa umesogea karibu ni kupokelewa katika shirika la moo hmm. Pia ingawa tunatambua pia kwamba wengine ambao hatumo humo kwa namna moja au nyingine kwa kufuata mifano yao pia hmm. Tunashirikiza ibada sasa katika maadhimisho ya mwaka huu hmm, ya tegemeza Tumaini Media pamoja na moyo mtakatifu wa Yesu. Kiukweli, tume kamati imejipanga ku, ku, ku, ku, kuna mapya lakini, kuna mambo ambayo ni ya kawaida yanayoendelea mwaka kwa mwaka tangu kampeni ilipoanzishwa. Kwa kawaida tunawashirikisha waamini na wadau wetu kupitia Tumaini TV, kupitia redio, lakini na hata wanaosoma gazeti pia wataona jumbe zetu mbalimbali kuhusiana na mwezi huu. Kikubwa zaidi ni nika Tumaini Media inatekeleza utume wake kadiri ambavyo inapaswa kufanya na pia kadiri ya malengo ya mwaka huu, kwa sababu kila mwaka kuna malengo yake. Kwa hiyo katika hilo e, tumekadiria kwamba zikipatikana e, shilingi milioni mia sita, tutaweza kuwa tumesogea, tumetekeleza malengo ya mwaka, mwaka huu, huu. E, shilingi milioni yes, mia sita sasa zinapatikanaje? E, mbinu moja wapo ni bahasha, bahasha ambazo e, zimeshapelekwa, na bahati nzuri wanaotusaidia katika hili ni shirika la Moyo Mtakatifu wa Yesu ambao wako katika kila parokia jimbo kuu la Dar es Salaam. E, tungetamani pia majimbo jirani, na tunafikiria kwamba inawezekana, pengine kama mambo yataenda sawa mwaka huu tunaweza kusogea kwenye jimbo mojawapo jirani, lakini e, ikiwa sivyo basi wao wanaendelea kutuchangia kwa namna nyingine hmm. Kwa manake bado Dar es Salaam. Sasa kwa bahasha manake itabaki bado tukiweza kufanikiwa kupeleka bahasha moyo labda ya Morogoro labda mambo yakienda sawa tunaweza tukazifikisha huko lakini okay. Ikiwa haitakuwa hivyo maanake e, kwa mwaka huu bado bahasha zitabaki Dar es Salaam so, lakini wao sasa wanashiriki kwenye maeneo mengi tuna e, miamala ya simu kambasili kwa niko e, e, simu pia zinapita mbele ya runinga okay. kule nadhani hmm. ya Tumaini TV bila shaka, watazamaji watakuwa wanatazama popote ulipo ambapo unaitazama Tumaini TV, unaweza kushiriki kutukuza moyo mtakatifu wa Yesu, kuueneza moyo mtakatifu wa Yesu sawa sawa, tuma tumaama Yaani, maana yake Tumaini TV, radio na gazeti, vyombo ambavyo vinasaidia kufikisha hiyo taarifa au hiyo Injili ya moyo mtakatifu wa Yesu haraka zaidi na kwa watu wengi zaidi. mm -hmm. Kwao tunaamini watatumia hizo nambari kwa ajili ya kutuma miamala. mm -hmm. Lakini sio hivyo tu, akaunti za benki pia zipo, zipo eh, CRDB mm -hmm. na Mkombozi mm -hmm. pia wanaweza wakatuma huko mara kwa ajili ya kuwezesha utuuhuu wa media Kingine ambacho tunakifanya ni visakramenti, visakramenti. Na tunaita visakramenti kwa sababu mara zote tunakuwa kuna baraka inayotolewa, kwa sababu vikibarikiwa maanake ni, ni baraka kwako, unaitumia na nyumba yako maanake na familia yako, sawa sawa. Eh, hiyo ni njia nyingine, wale ambao wanavichukua amba maana yake pia kutakuwa na fursa kubarikiwa hivyo vitu. Tuna picha eh za Moyo Mtakatifu wa Yesu, tuna picha ya Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne, eh, iko hapa eh, lakini tuna vikombe na, eh, na, na, na yani, na mimi... yani yani unapotumia yaani, unajihisi <laughs> huko karibu karibu na Bwana na Bwana Yesu sawa, so, so. Tuna hiki pia na tuna chupa, chupa ambayo yenyewe unaweza kutumia kwa kitu cha moto kimiminika cha moto au hata cha baridi maanake, mm -hmm, unataka kio cha baridi kiendelee kuwa cha baridi, ukiweka humo kinakaa kuwa mm -hmm, baridi muda mrefu mpaka mm -hmm, unapoamua mwenyewe kukitumia, okay, lakini na kikombe hicho cha katikati pia taratibu yanakwenda. Naomba nikuweke kwanza hapo mm. ili ukija kuelezea tena kwa awamu nyingine, utuelezee na namna ambavyo vinapatikana. Nimalizie na kitenge, na kitenge kipo yes, yes, hmm. Eh, kwa hiyo wale ambao wangependa hivi maana yake pia wanaweza kuwasiliana nasi, ndio hapo nilikuwa nataka nikunanili ni, yes. ni ku, ni ubaki kwanza hapo yeah. ilinanatutazama kwa sasa hivi <coughs> aendelee kutufuatilia aje ajue namna ya kuvipata hivi vitu akiwa anavihitaji yeah. kwa bei yeah. gani yeah. yeah. na pengine kama yuko nje ya Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam anavipataje, anavipataje, kamati lazima itueleze imejipanga vipi katika kumfikishia huyo mtu ambaye anavihitaji. Nirejee kwako mwenyekiti. Eh, kabla sijaingia namna ambavyo mnashiriki kama walezi wa Tumaini Media, kwanza nifahamu, eh, wana moyo wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, katika kipindi hiki cha mwezi mzima wa moyo mtakatifu wa Yesu mmejipangaje? eh, mmeweka utaratibu gani katika kuadhimisha mwezi wa moyo mtakatifu wa Yesu? Tumejipanga kwanza, kwa mtu binafsi ni tunasema kuwa lazima uwe na bidii zaidi, uongeze bidii zaidi kuliko miezi iliyopita katika kutekeleza mazoezi ya ibada, mazoezi ya ibada kama nikiyasema kwa haraka haraka: misa takatifu ya kila siku, kumtembelea Bwana Yesu tabernakulo. Eh, ijumaa ya kwanza ya mwezi, ijumaa siku ya ijumaa kwenye misa takatifu na kupokea nakupokea komunyo ya malipizi. Tunapokwenda kusali misa takatifu, lazima ujitahidi mwana moyo apokee komunyo. Alafu kawaida. Bada, mwezu, kama kawaida maa ibada, tunajitahidi kabisa. Kwa mwezi huu tuhakishe kweli unapoamka asubuhi mpaka jioni umekwenda na taratibu zote mazoezi umezitimiza, kama nilikuwa, kwa mfano mtu alikuwa kidogo dhaifu mwezi ya nyuma, basi mwezi huu unatuinua natuamsha tuweze kumheshimu kwa Bwana Yesu kwa namna ya pekee. Kwa sababu gani? Bwana Yesu mwenyewe ndiye ameweka mwezi wa sita So to, unakujaje tokeo la la nne. Alipokuwa na analeta ibada. Kwa sababu ibada imeletwa na Bwana Yesu mwenyewe. Alika tokeo la nne ilikuwa mwezi wa sita. Ilikuwa siku ya alimtokea mtawa Margarita Maria Alakoki. So tokeo la nne ilikuwa mwezi wa sita, alipoweka siku ya Moyo Mtakatifu. Tena ilikuwa siku ya Ijumaa baada ya siku ya Ekaristi Takatifu. <coughs> Na siku ya Ijumaa mtawa Margarita Maria Alakoki alikuwa anapanga jinsi ya kumheshimu Bwana Yesu. Kabla hajaanza alimtokea, akamwambia huwezi kufanya zaidi niliyokwambia. Alikuwa ameshamwambia mnisa takatifu, ameshamwambia Ijumaa ya kwanza mwezi sa, akasema siku ya Ijumaa inayofuatia Ekaristi Takatifu nataka niheshimu kwa namna ya pekee, nataka nitawele kupitia moyo wangu Mtakatifu na nitatawala. Maana yake shetani akashinda, na kaweka sikukuu ya moyo wake Mtakatifu. kwa hiyo ati tunapoendelea hivyo mpaka kilele cha sikukuu tutaanza na mafungo. Sawa sawa. Mafungo tutaanza tarehe 23. Tunapoanza tarehe 23 ni Jumatatu, kwa nini mafungo yataongozwa na baba Padri ambaye atakuwa amealikwa ame na viongozi wa Jimbo kuanzia Jumatatu hadi Alhamisi. Kila siku kuanzia asubuhi tunapoingia saa mbili hadi saa kumi jioni. Hmm. Alafu tunamaliza na misa takatifu. Hivyo mpo Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi. Alhamisi. E, kile sio kilele ndio tumaliza mafungo halafu kesho yako asubuhi Ijumaa ndio siku ya sherehe. Wanachama wote wa Jimbo la Dar es Salaam tunakusanyika pamoja kuanzia Jumatatu na kilele siku ya ya Ijumaa ambapo ni wapi tutakuwa, e, so, parokia Magomeni ambayo tutafanyia mafungo mwenyekiti tuta, anatueleza kufanyia parokia Magomeni hmm. kwa hiyo wanachama wote wa Jimbo la Dar es Salaam ambao tunaanza mara nyingi tunafika wanachama elfu moja hmm tutakuwa na siku hiyo. Ni siku hiyo ambayo e, tuna, tuna kila mwanachama anaitafuta. Hapa sio tu hapa Dar es Salaam peke yake, nanaa Dar es Salaam mm. Lakini Tanzania nzima, kila jimbo ina utaratibu wake fuatana na mazingira, lakini angalau kila jimbo liwe na mafungo. Kwa hiyo sisi tumeanza tarehe moja, tutaendelea hivyo bila kurudi nyuma mpaka kilele cha Ijumaa tunafuka kilele cha Ijumaa, tunamalizia Jumamosi tunakwenda kwa ajili ya Msafara wa Bikira Maria, kwa sababu hao wawili kwa hiyo hawatenganishi, tusaidia sana katika kutekeleza ibada. Kwa hiyo siku ya Jumamosi tunakwenda kuiji pugu kwa heshima ya Msafara wa Bikira Maria. Kwa hiyo utaona karibu angalau mwezi huu imekuwa ni vizuri, kwa sababu gani? Ni mwisho wa mwezi, kwa hiyo tunapoanza pamoja tunaanza kilele kwa mwisho wa mwezi inakuwa ni vizuri miezi mingine miaka mingine huwa ni katikati, lakini mwezi huu tumefurahi. Kwa sababu gani? Tunapoanza kama tulivyopanga, unajipanga angalau kilele, unasherehekea sikukuu kwa namna ya pekee ambayo tarehe ishirini na saba mwezi wa sita. Kwa hiyo kila mmoja yuko na, na pia ni, ni mwezi wa, kwa, wa majitoleo. Unapotenda yote pamoja majitoleo yako yaongezeke kama kumjitolea nadhani afadhali Tumaini Media ipo, tunajitolea kwa Tumaini Media kwa kuweza kujitoa kusudi chombo chetu hiki tuweze pia kuendelea kuimarika na kuweza kutoa huduma kwa namna ya pekee pia. Kwa hiyo nio mwezi wa sii, zimejipanga vizuri na kila mwanachama analielewa hilo. Nakushukuru sana mwenyekiti, na nisalie kwako hapo hapo. Tunafahamu ni mwezi wa Moyo Mtakatifu wa Yesu, na ninyi ni eh, walezi wa Tumaini Media ambapo sasa katika kipindi hiki cha mwezi wa moyo mwe mtakatifu wa Yesu kuna hii kampeni ya kutuwezesha e, vyombo vya Tumaini Media kuweza kusonga mbele na Injili iweze kufika mbali zaidi. Wana moyo mtakatifu wa Yesu, mmeweka mikakati gani ili kuhakikisha kampeni inafanikiwa, lakini lengo pia la mwezi wa moyo mwe mtakatifu wa Yesu linafanikiwa? li e bahati nzuri wa kutokuwa na mkutano wa halmashauri e, mwezi wa tano, mwenyekiti wa Jimba alieleza hilo. Kuwa, tujipange kuweza kuhakikisha e, Tumaini Media kile lengo lake linafaulu. Maana yake tusimamie hizo bahasha na sisi wenyewe tujitoe katika mchango yetu, angalau tuhakikishe hiyo lengo linakamilika, lina zile bahasha ambazo zitakwenda kwenye kwenye parokia hmm. tuhakikishe tumezisimamia kuzikusanya kama nime, najua ziko kumi, najua hizo kumi zirudi kwenye jumuiya un tua, kwa sababu kila mwanachama mpaka enyea tuko mwenyekiti ameongea kwenye mkutano. Tujitahidi sana wana moyo, tuhakishe zile bashi ambazo zinakwenda kule zote zinarudi. Kwa hiyo tunazisimamia na wakati wa, wa kukusanya tuna tunashirikiana na na viongozi wa parokia husika kusudi zinapokusanywa kwa pamoja, zinapo, na hato, hata zikiwa bahati nzuri, wakati wa mkutano kulikuwa hapo mwakilishi wa wa ofisi ya Tumaini Media ametueleza vizuri hata wakati wa kukusanya na kuhesabu awe, awe, awe, awe, mwakilishi. Kwa hiyo tumejipanga mm, vizuri sana kuhakikisha ili zoezi linafanikiwa zaidi kuliko miaka iliyopita iliyopita. Nikushukuru sana mwenyekiti, umeelezea vizuri, mwenyekiti mstaafu nimalizie ni hivyo, lakini kwa sasa ndiye mlezi wa kamati tendaji ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Mtazamaji wa Tumaini Television, endelea kututazama, endelea kufuatilia ni vipindi maalum ambavyo tutakuwa navyo kwa kipindi chote cha mwezi wa moyo mtakatifu wa wa wa mwezi mtakatifu Yesu, ambao unaenda sanjari kabisa na tegemeza Tumaini Media. Nirejee kwako mwanakamati wa tegemeza Tumaini, kamati ya mwezi wa moyo mtakatifu wa Yesu kutokea Tumaini Media, nilikuweka nukta kidogo ili turejee kwa mwenyekiti, na sasa nije kwako kwa sasa hivi. Anahitaji kuipata picha ya Papa Leo wa kumi na nne, anahitaji kupata kitenge, kikombe kama hicho. Umemweleza ume, ume vizuri kwamba akiweka chai yake akiwa ofisini kwake pale ametulia burudani kabisa, tupe namna ambavyo mtu anaweza kashiriki katika mwezi wa moyo mtakatifu wa Yesu na kutegemeza Tumaini Media kupitia hivi visakramenti. Karibu sana. mm -hmm. Um, kuna wale ambao wako jirani na sisi tulipo, sawa sawa. Tumaini Media tupo parokia ya Kristo Mfalme Tabata. Wa kwanza ni waamini wa parokia ya Kristo Mfalme Tabata, wao mm -hmm. wanaweza wow, kuja moja kwa moja ofisini mm -hmm wanaweza kuja moja kwa moja ofisini na wakifika, mapokezi maanaake, wataulizia huduma hii sawa sawa, kwamba tumekuja kufuata visakramenti mm, na hapo maanaake watapata wahusika na watazungumza nao, hiyo wata, e, kuhusiana na nini wanachohitaji, gharama yake mm, na basi, e, kama huduma hiyo iko wakati huo huo, maanaake atapatiwa hapo hapo kama inawezekana. Kwa bahati mbaya hicho ambacho anakihitaji akipo, maana yake watatoa oda na vitaenda, kwa sababu tumesema ni mwezi ambao tunaendelea kufanya hivyo eh, kila wakati kwa mahitaji yanapokuja. Kama kuna kitu hapa akipo, maanaake tuna toa oda kule ambako vinatengenezwa ili walete kwa wingi, na tungetamani basi, eh, watuunge mkono yaani wasianzishe na wao biashara kama <laughs> <laughs> <watu> wa <laughs> <laughs> kamaaka. Tunatamani basi tutumie fursa mwezi huu tu, watuachie baada <laughs> ya hapo kama wataamua wa wao na wao kufanya biashara hiyo <laughs> <laughs> Eh, lakini kwa kipindi hiki sio kama yetu, kwa sababu hivi vina nembo kabisa Moyo Mtakatifu wa Yesu na Tumaini Media <laughs> <inilia. laughs> kwa hiyo hii watuachie mwezi tufanyi sisi wenyewe lakini kama kuna mtu anahitaji labda kushirikiana nasi kuingia ubia na sisi pia namwalika, ili milango iko wazi ilinae manake atatumia brandi yetu hmm. Sio sawa, kwa hiyo kama anapenda hii manake atatuongezea pia. E, wigo na inawezekana kuna maeneo ambayo atafika sisi hatuwezi kufika fika. Basi tunakaribisha pia mwekezaji ambaye anaona kwamba anaweza kufanya na sisi biashara kwa kutumia brandi yetu. Wako wataalamu wa masoko watakaa wazungumza naye, lakini <laughs> lengo kubwa ni kuhakikisha kuhakikisha kwamba kwa tunaitegemeza media yetu itekeleze kazi yake ambayo inatakiwa kufanya. Kwa pamoja na hayo, pia wanaweza pia kupiga simu ofisini kwetu eh, kuna nambari zetu ambazo zinatumika zina huko radio, ujumbe wa maandishi yes, au simu. Kwenye kipindi chochote kile unaweza kupiga simu ukasema kwamba jamani, mimi nahitaji kitu fulani fulani, basi utaelekezwa pia namna ya kufanya. Lakini kwa sasa nadhani pia nambari zetu zipo zinapita. Hmm, eh, kwa upande wa Tumaini TV wanaona kwa hiyo wasiliana nasi kupitia hizo nambari na ujumbe utatufikia kwamba nini unahitaji lini utakuja, au eh, kwa namna yoyote ile, hata kama uko mbali na sisi, maana yake kwamba tutakuwa tunatafuta namna ya kukufikishia sawa sawa, ila sasa gharama za safari ya huo mzigo maana yake zitakuwa sehemu ya tozo yeah, to kwa mhusika eh, kama kwa tunataka kukuletea Mwanza kwa mfano, maana yake itabidi ulipie gharama ya safari ya huo zetu na <laughs> <laughs> ni namna nzuri kabisa kamati yeah, imejipanga yeah, ili kuhakikisha tunashirikiana kwa pamoja katika kutegemeza Tumaini Media lakini pia kwenda sambamba na kuenzi moyo mtakatifu wa Yesu. Kwa hiyo ni wewe, namna gani utachagua kushiriki kampeni hii ya tegemeza Tumaini Media katika kipindi cha mwezi wa moyo mtakatifu wa Yesu? Unaweza ukaamua, mimi nachangia Tumaini Media kwa kununua hiyo picha ya moyo mtakatifu wa Yesu mimi nachangia Tumaini Midia, nategemeza katika mwezi huu wa moyo mtakatifu wa Yesu kwa kununua hiki kikombe yeah, hiki kwa hiyo, na hapo utakuwa umewezesha kabisa na utakuwa umetegemeza Tumaini Midia na, na hiyo tunasema ino nje ya mnada hii. <laughs> <laughs> poa <yipo wa> sana <laughs> ndio, karibu sana mfano <laughs> hicho ulicho iichupa hii chupa <hicho> ni elfu ishirini na tano mpe mwenye kicha ishi eh, alafu na, na, na wewe ushike elfu ishirini na tano. uh -huh. Na hii inakwenda pamoja elfu ishirini na tano yeah. Lakini hii bei rafiki kabisa ni elfu kumi na tano, kikombe kizuri sana, sana. Na, na thamani yake kwa kweli kikombe hiki sio muundo wake Mm. Thamani ni mm. e, yani, mm. yani ona thamani unatumia kitu ambacho kinakuweka karibu mm. na mfalme mm. e, yani, kabisa yani, ukikaa hivi unajihisi kabisa, baba, yani tunakunywa pamoja <laughs> na Yesu <chai. laughs> kwa sababu kwa sababu anataka picha yake iheshimiwe kabisa, kwa hiyo <laughs> hey. yes, yes, yeah, yeah, yeah. katika katika ibada picha yake ni muhimu sana kuiheshimu kwa mm, hiyo yeah. Ni sehemu ya ibada, kwa hiyo mm. unapoweka pale ukaitazama tu tayari umeshafanya ibada. Unafanya ibada mwenyekiti kamaliza. Sasa wewe sasa, kuna kuna hizi picha nitamani pia wale wanaotutazama zinaonekana, wasije <coughs> wakaogopa. Uh, tuna tuna hii ambayo ni inaonekana ndogo okay, lakini thamani ya picha hii za moyo mtakatifu wa Yesu ni moja, yaani ile ile upate ndogo. ndogo, kama hivi sijui, yaani yeah. mradi tu ni moyo mtakatifu wa Yesu. Sasa inawezekana mwingine akataka ukubwa huu, sawa sawa, elfu arobaini eh e, lakini inawezekana mwingine akataka hii kubwa na inaonekana vizuri kabisa, mtazamaji wetu, laki moja. laki moja. Inategemea unaiweka wapi, kwa sababu mwingine anaweza kawa anaiweka mahali ambako pengine ukubwa huu ndo unastahili mm. Kwa hiyo laki moja lakini tuna e, nyingine ambayo ni ya laki mbili. Hapa hatuko nayo, lakini ipo, akihitaji pia. Afu ina kama kama mduara kama unaona hapo ilivyotengenezwa hiyo mduara, hiyo round. Lakini tuna picha ya Baba Mtakatifu leo ambayo ni nayo pia, ni laki moja. Nakumbuka kwenye uzinduzi nunuliwa mpaka milioni a ya moyo mtu anaona ile thamani anaenda kuweka milioni moja. Mtu ameamua amesema, mimi naichukua kwa milioni moja sa, sawasawa. Kwa sababu anaona milioni moja ni nini kwangu, ni hata nikiwa nayo hata nikiwa nazo zaidi, kesho itaisha, zinanipeleka wapi? mm. lakini moyo utanipeleka mahali salama sa. yes. yeah. na kushukuru sana e, mjumbe wa kamati ya Tegemeza Tumaini Media ndani ya mwezi wa moyo mtakatifu wa Yesu, ni kushukuru sana sana sana kwa namna ambavyo umetuelezea namna ambavyo mtu anapaswa kushiriki katika kipindi hiki cha mwezi wa moyo mwe mtakatifu wa Yesu. Asante sana kwa kushiriki nami katika kipindi hiki, na tutaendelea kushirikiana ili kuhakikisha tunawapelekea wanajamii hiki ambacho tunacho katika kipindi hiki. Mwenyekiti, kwa kumalizia, dakika moja, e, zungumza na wana moyo mtakatifu wa Yesu ndani ya jimbo kuu katoliki la Dar es Salaam na taifa kwa ujumla. Wewe sasa ni mlezi wa shirika la moyo mtakatifu wa Yesu, kamati tendaji taifa, kwa dakika moja zungumza nao na kampeni ategemeza Tumaini Media, lakini ndo mwezi wa moyo mtakatifu mtakatifu. Mm, karibu na kwa namna ya pekee hino. Mm, wanaotutazama maanake wanaitazama Tumaini TV, TV ya baraza la maaskofu, TV ya taifa. Yes, ya kanisa Katoliki. Kwa hiyo, maanake kokote aliko inamuhusu ya kwake. Karibu, karibu, karibu sana. Yes, sana. Yes, sana. Yes, mwenyekiti, kwa kweli tunashukuru, tunashukuru tuna katika hatua ambayo zinachukuliwa na maini media na tunapoona picha ya Mtakatifu wa Yesu ya unasikia moyo inafurahi, na na ni ni washauri au kwa pamoja wanamoyo, kwa sababu mwezi hu wa sita tuhakikishe kama tulivyokubaliana kweli, Bwana Yesu apendwe na vile, kwa namna nashime, kwa namna pekee, basi na sisi tuke nafasi hii katika kuendelea kuitumaini, ku, ku, kuitegemeza. Kwa hiyo tunaza na sisi tukaingilia katika vitu vilivyotolewa hata kutafuta pamoja na sisi kutafuta wateja tuchukue, so, so, e, nafasi mahali tulipo, iwe hapa, iwe nje ya Dar es Salaam, kwa sababu tuna rafiki zetu nje ya Dar es Salaam, utafute wateja na bahati mm, nzuri, siku siku hizi ni rahisi kumuonyesha mtu hata kwenye simu yeah. Bwana e, eh tuhakisha kweli vitu vitengenezwe na kweli tuweze kuviuza Tanzania nzima, na tuweze kuanzia jimbo Dar es Salaam na majimbo jirani, na sisi tuwashirikiane wana moyo ambao wako majimbo mengine tuweze kuhakikisha hivi vifaa vyetu, iwe sehemu yetu ya mwezi wa sita, na sisi kuweka bidii zaidi kuweza tuweza kupata wateja na kupata kutegemeza Tumaini Media. Tunataka iendelee ipige hatua zaidi na zaidi kama hili. Niwashukuru sana. Moyo Mtakatifu wa Yesu. Ufalme wako ufike. Ufalme wako ufike. Moyo Mtakatifu wa Yesu. Mtazamaji wa Tumaini Television, asante sana kwa kutufuatilia mwanzo mpaka sasa. Tunatamatisha kipindi chetu maalum kabisa katika mwezi huu wa Moyo Mtakatifu wa Yesu, lakini ni mwezi wa kutegemeza Tumaini Media. Nilikuwa naye mwenyekiti mstaafu wa shirika la Moyo Mtakatifu wa Yesu taifa eh, Lukunusi, eh, Kagaruki, lakini ni kwa sasa ndiye mlezi eh, wa kamati tendaji ya mwezi wa Moyo Mtakatifu wa Yesu, lakini nilikuwa naye Gaudence Yera ambaye yeye ni mwanakamati wa tegemeza Tumaini Media uh, ndani ya kipindi hiki cha mwezi wa moyo mtakatifu wa Yesu wametueleza namna ambavyo wao wamejipanga kama kamati kuhakikisha wewe unashiriki ipasavyo. Unaweza ukatuma hela yako lakini ukashiriki kwa kuchangia Tumaini Media kwa kununua hivi vitu ambavyo amevielezea hapa, visakramenti hivyo ambavyo vimebarikiwa. Fanya hivyo sasa uone baraka ambavyo itatiririka ndani ya familia yako na katika maisha yako. Jina langu ni Innocent John. Asante kwa timu nzima ambayo imehusika wewe kutazama kipindi hiki. Naendelea kukumbusha kwamba kesho, saa tatu na nusu asubuhi, kipindi maalum kabisa cha kinachohusu kongamano la TICS ambalo litafanyika jimbo la Shinyanga kitakujia hapa hapa Tumaini Television. Usikose kutazama ili uweze kufahamu mengi juu ya uh, kongamano hilo na namna ambavyo litakwenda. Asante sana, uwe na usiku mwema. oh,